Walio hitimu wako laki mbili elfu saba na moja. Sasa unataka uwachukue hawa laki, laki mbili hawa uwashindanishe waingie huku, na ndio maana nalalamika kwa sababu ni karibu wote wanafaulu, lakini nafasi ziko elfu kumi na nne. Kwa kuwa wamefaulu wote, tumesema tutawabakiza waliofaulu kwenye database, lakini nafasi tutakazozipanga ni zile kumi na nne elfu ambazo zina kibali kulingana na hali ya uchumi wetu na serikali ambayo inaweza kuwalipa sasa Ukisema mfano wengine nimeona kwenye mtandao mmoja ime, posti, juzi anasema turudi kwenye utaratibu wa zamani yaani, anafikiria kwamba tukirudi kwenye utaratibu wa zamani katika hii laki mbili na ngapi walioko, basi hauta, basi wataenea kwenye nafasi hizo elfu kumi na nne hakuna muujiza mwingine zaidi ya kushindanisha. Na katika kushindanisha, we hata kama mmepata mia kwa mia siku ile ya usaili wa oro unatokea pale ume

sasa oro zingine, watu wengine wanashindwa kwa sababu namna wanavyokuja. Nilimwona mmoja, suruali imekatika katika huu, alafu amevaa t-shirt, alafu anakwambia mimi nimepata mia nani, kweli likunguta, yaani kwenye, kwenye, kwenye ile ile nini ile riten mia haya hara kama mia. Sasa umekuja huna haiba ya walimu mwingine, ukimtizama tu jamaa huyu anagonga ambavyo vile, vile, vile, havifai vile. <laughs> nafikiri ni kufaulu tu mtihani pale, inapimwa haiba na ndiyo maana inaitwa ni oro Ino, unaangaliwa unaweza kweli kufundisha. Kwa hiyo ndugu zangu, ajira, serikali haiwezi ikaajiri watu wote, bali sekta binafsi inaweza kuwa mwarobaini na umri wa kuajiriwa mwisho wake ni miaka 45 na kwa wale ambao watakuwa wamezidi umri huo, kama watahitajika serikalini, wataajiriwa kwa njia ya mkataba.